Leo naenda kuonyesha jinsi ya kupika nyama rosti tamu sana, nyama ya ng'ombe ambayo iko na ladha na inavutia. Utaku... utakuwa na nyama yako, ukuwe na vitunguu, ukuwe na nyanya, pilipili hoho, saumu na jinja ya yeah. So hiyo hizo ndizo viungu ambazo unaenda kuwa nayo kupika nyama ya rosti. So unataka kuhakikisha kwamba umeosha nyama yako ni safi kabla uipike. Yeah, so nilianza tu na kuiosha, nimeiosha mara tatu ili kuhakikisha kwamba ni safi na ina uchafu wowote. Baada ya kuiosha nimeiweka kwenye sufuria ambayo nenda kuichemshia, nenda kuichemsha kwa dakika ishirini kwa pressure cooker ili ikue ikuwe soft kabisa, ile inawezaliwa virahisi. Nimeikamua tena ili nihakikishe kwamba haina uchafu yoyote. Baada ya kuikamua, nikaweka maji ya kuichemsha. Nimeweka maji natosha, nitahakikisha kwamba nimechemsha vizuri ipasavyo. Hivyo ndivyo inakaa baada ya hiyo naenda kutayarisha saumu na jinja yangu. Naenda kuitoa maganda na kuiosha vizuri na kuipondaponda katika, ili ili iive vizuri na nyama yangu ya, nyama hii unaweza kula na mchele, unaweza kula na na ugali, unaweza kula na chapati unaweza kula na nan, chochote kile unapenda, unaweza kula na spageti. Ni nyama mtamu sana. Sa, chukua tu muda wako, uhakikishe ume, kwamba umeibondabonda vizuri. Baada ya kuibondabonda, hivyo ndivyo inakaa, alafu nikaiweka kwenye sufuria yangu nikaikoroga vizuri. Sasa nikaipeleka kwenye presha kuka yangu, nikaongeza chumvi. Mimi huwa napenda kuchemsha nyama yangu na chumvi. Nimeweka chumvi, hivyo ndivyo inakaa. Nimeweka kwenye presha kuka, nimeweka uh, sehemu inayoitwa bean ya kuchemsha maharagwe, lakini naipea tu dakika ishirini na kuwa sawa. Baada ya kuiondoa kuyo, nikaweka kwenye sufuria hili, nikaweka kitungu changu na nikaweka mafuta nikapea nyama yangu dakika mbili tatu iive vizuri, na mafuta na kitungu itoe ladha mzuri. Unataka kuipatia muda ili i iive vizuri, ndio uende katika hatua nyingine. Baada ya hiyo, nikaongeza nyanya yangu. Nilitumia nyanya moja kubwa ambayo nilikata vizuri, na ndio nikaiweka ndani ya nyama yangu. Hivyo ndivyo inavyofanana Nikaweka ili kiungu ambayo inaitwa paprika na curry powder yangu. Unaweza weka kiungu chochote ambayo unataka, na nikaongeza soy sauce kidogo ili ipatie ladha mzuri. Nikaweka ile supu iliyobaki kidogo, badala baada ya kuichemsha. Sasa nikaipatia muda kidogo, dakika tano, ikaiva. Nikaweka pilipili pili hoho, nikaipatia dakika nyingine tano iive vizuri. Una nyama yangu sasa imekua mzuri na ni tamu tamu na inavutia sana. Hivyo ndivyo inavyofanana, ilikuwa tamu sana, na unaweza follow hizi, unaweza fuata hii hatua kupika yako pia.